Chama cha ACT Wazalendo kinazidi kubanana na katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha Mapinduzi CCM, Amos Makala mara baada ya kusema kwamba Chadema wanataka kusambaza Ebola na Mpox nchini, kwamba Chadema kinakusanya fedha kwa kisingizio cha kuandaa umma kupinga uchaguzi kupitia kampeni yao inayojulikana kwa jina la tonetone tone, lakini lengo ni kununua virusi vya Ebola na Mpox ili viingizwe nchini na kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Hatimaye msajili wa vyama vya siasa nchini amejibu na kusema hatua zimechukuliwa dhidi ya Amos Makalla. Itakumbukwa kwamba siku ya tarehe 24 Machi mwaka huu, chama cha ACT Wazalendo kilimwandikia rasmi msajili wa vyama vya siasa mala, malalamiko dhidi ya katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla kutokana na matamshi yake ya madai kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaendesha harambee ya kununua virusi vya Mpox na Ebola kwa lengo la kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Katika barua rasmi ya tarehe 24 Machi mwaka huu wa 2025 iliyotumwa kwa msajili wa vyama vya siasa ambayo chanzo chetu cha habari hii kimefanikiwa kuiona, Katibu Mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu alieleza kuwa Kauli ya Makalla ni ya kizembe isiyo na msingi na inayoweza kuzua taharuki kwa jamii. Kauli hii haitakiwi kutafsiriwa kuwa ni hujuma dhidi ya Chadema pekee bali ni kauli inayohujumu nchi kitaswira na kiuchumi, amesema Ado Shaibu katika barua hiyo. Kwa mujibu wa ACT Wazalendo, kauli kama hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa sekta ya utalii na uwekezaji nchini kwa kuwa inajenga hofu kuhusu usalama wa kiafya wa Tanzania kimataifa. Katika maombi yao kwa msajili wa vyama vya siasa, ACT Wazalendo walipendekeza Makalla ajieleze kuhusu kauli hiyo eh, kufuta kauli hiyo hadharani, kuomba radhi kwa umma na hatua nyingine za ziada zinazoweza kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa. Sasa basi, hebu tuende tukatazame hatua ambazo zimechukuliwa dhidi ya Amos Makalla ikiwa ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa E, imetoa majibu kwa chama cha ACT Wazalendo kuhusu ombi lao la kuchukuliwa hatua dhidi ya katibu wa itikadi uenezi, na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makalla. Lakini kabla tuja kwenda ku, e, kuangazia majibu hayo ambayo yametolewa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa chama cha ACT Wazalendo kuhusu ombi lao la kuchukuliwa hatua dhidi ya Amos Makalla, hebu kwanza e, tutazame jinsi ambavyo ACT Wazalendo ilivyomtaka msajili wa vyama vya siasa kuweka wazi hatua wa dhidi ya Amos Makalla. Chama cha ACT Wazalendo kimeiandikia barua tena ofisi ya msajili wa vyama vya siasa eh, kikitaka hatua zilizochukuliwa dhidi ya katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makalla ziwekwe wazi kwa umma. Katika barua hiyo ya siku ya Jumatano ambayo e, chanzo chetu cha habari hii kimeiona ikiwa imesainiwa na katibu mkuu wa chama hicho Ado Shaibu, ACT Wazalendo inapongeza hatua zilizochukuliwa na msajili wa vyama vya siasa dhidi ya Amos Makalla. Hata hivyo chama hicho e, kinahoji kwa nini hatua hizo hazijawekwa wazi kwa kuzingatia maslahi mapana ya umma kwenye suala hili, tunashauri kuwa, tunashauri kuwa hatua stahiki zinazotajwa kuchukuliwa dhidi ya ndugu Amos Makalla ziwekwe wazi kwa umma, imeeleza sehemu ya barua hiyo. ACT Wazalendo inasisitiza kuwa kauli ya Makala aliyedai kuwa Chadema inaendesha harambea kununua virusi vya Mpox na Ebola ili kusambaza nchini na kuzuia uchaguzi wa mwaka huu wa 2025, sio suala la kawaida la propaganda za kisiasa. Chama hicho kinadai kuwa kauli hiyo ina madhara makubwa kwa taswira ya nchi kimataifa na inaweza kuwa na athari kwa sekta ya utalii na uwekezaji. Katika utafiti wake, ACT Wazalendo imebaini kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imewahi kuweka wazi hatua zilizochukuliwa dhidi ya vyama vingine katika matukio ya nyuma. Kwa msingi huo, chama hicho kinataka uwazi huo uendelee kufanyika kwa suala la Amos Makalla ili kujenga imani kwa wadau wa siasa na washirika wa maendeleo wa Tanzania. Ofisi ya msajili wa vyama eh, Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia barua yake ya karibuni ilieleza kuwa tayari hatua stahiki zilichukuliwa dhidi ya Amos Makalla e, hata kabla ya kupokea barua ya ACT Wazalendo. Hata hivyo, haikufafanua hatua hizo kwa kina. Hatua hiyo pamoja na mambo mengine itajenga imani kwa wadau wa tasnia ya siasa na washirika wa maendeleo wa Tanzania. E, amehitimisha Ado Shaibu katika barua yake kwa msajili wa vyama vya siasa. Sasa basi moja kwa moja twende tukatupe macho yetu na masikio yetu ku, e, kutazama na kusikia hatua ambazo zimechukuliwa dhidi ya Amos Makalla e, ikiwa ni majibu ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa chama cha ACT Wazalendo kuhusu ombi lao la kuchukuliwa hatua dhidi ya katibu wa itikadi na uenezi e, wa chama cha Mapinduzi. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa majibu kwa chama cha ACT Wazalendo kuhusu ombi lao la kuchukuliwa hatua dhidi ya katibu wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha Mapinduzi CCM, Amos Makalla. Katika barua yake, msajili ameeleza kuwa tayari ofisi yake ilishachukua hatua zinazostahili kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 hata kabla ya kupokea ombi la ACT Wazalendo. Akizungumza kupitia barua ya tarehe 25 Machi mwaka huu wa 2025 ambayo ch eh, chanzo chetu cha habari hii kimepata nafasi ya kuiona, msajili wa vyama vya siasa kupitia kwa naibu wake Sisti Nyahoza ameeleza kuwa ofisi yake kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na kuchukua hatua zinazohitajika bila kusubiri mapendekezo kutoka kwa taasisi au mtu yeyote, imeeleza sehemu ya barua hiyo. ACT Wazalendo kupitia katibu mkuu wake Ado Shaibu walikuwa wamewasilisha barua kwa msajili wa vyama vya siasa wakipendekeza hatua zichukuliwe dhidi ya Amos Makalla kutokana na kauli alizozitoa kwenye mkutano wa hadhara mkoani Simiu tarehe 22 Machi mwaka huu wa 2025 za madai kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendesha harambee ya kununua virusi vya mpox na ebola kwa lengo la kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. ACT ilizitaja kauli hizo kuwa za kizembe na zenye lengo la kuzua taharuki. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa haikufafanua hatua mahususi ilizozichukua dhidi ya malala, malalamiko hayo, lakini imeeleza kuwa inatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Kwa upande mwingine, chama cha ACT Wazalendo kimesema hakiwezi kunyamaza kimya endapo Chadema itakandamizwa kikisisitiza kuwa mshikamano wake na chama hicho kikuu cha upinzani nchini. Akizungumza katika kikao cha ndani, cha ndani cha chama hicho kilichofanyika wilayani Kilwa mkoani Lindi, Katibu Mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amesema chama chake hakiwe, hakiwezi kufumbia macho matukio yanayoikumba Chadema ikiwemo kuzuiwa kwa mikutano yao na kuto, kutoweka kwa baadhi ya viongozi wao. Baadhi ya watu wametuhoji kwa nini ACT inakuwa sauti ya Chadema leo. Nataka niwaambie wanakilwa, ikiumizwa Chadema tukakaa kimya anayefuata ni nani? Ni sisi ACT Wazalendo. Ikiumizwa Chadema e, tuchukulie kwamba tumeumizwa na sisi, amesema Shaibu. Akiendelea kusisitiza mshikamano huo, amesema ACT Wazalendo inachukizwa na jeshi la polisi kwa kile alichokiita upendeleo wa uwazi kwa Chama cha Mapinduzi, CCM, akidai kuwa mikutano ya chama tawala hupewa ulinzi mkubwa kwa kusindikizwa na gari za polisi huku mikutano ya upinzani ikizuiwa. Tunafahamu viongozi wao wawili hawaonekani mpaka sasa katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Tunafahamu pia kuwa jeshi la polisi limezuia mkutano wa hadhara wa CHADEMA uliopangwa kufanyika Machi 25 mwaka huu wa 2025 kule Mbarali, Mbeya. Ninawaambia ndugu zetu wa CHADEMA, tupo pamoja, tutashirikiana na tuta, tutalionya jeshi la polisi kwa kufanya kazi kwa ubaguzi. Kwa nini CCM wanapewa mpaka magari ya polisi yanasomba watu kwenye mikutano yao, lakini mikutano ya upinzani inawekewa vikwazo, amehoji. Hii ndo imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari muda huu, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa nchini. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi na hapo chini kwenye upande wa komenti. Hii ni habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.